Yo, kijani na njano imeweza kutawala jiji la Dar es Salaam baada ya wananchi wao kuweza kutoa makombe yote matano katika msimu wa mwaka elfu mbili na ishirini na nne mwaka elfu mbili na ishirini na tano ambapo sasa wao wananchi waliweza kuchukua bana kombe la Toyota Cup, lakini pia ngao ya jamii, lakini mbali na hapo pia kombe la muungano, NBC Premier League na FA bana CRDB Confederation Cup lakini moja kati ya vitu ambavyo vimeweza kuwashtua watu wengi lakini pia imeweza kuleta mijadala mingi sana kwenye mitandao ya kijamii ebana ni hii video ambayo ebana ni mchezaji ambaye anafahamika kwa jina la Israel Patrick Mwenda, yeye alikuwa ni kama DJ kipindi ambacho paredi ya wananchi ikiwa inazidi kuendelea ebana pale, kupitia paredi hiyo hapo ambayo wananchi waliweza kuifanya, ikiwa ni kama historia mpya tena imezidi kuandikwa baada ya wananchi kuweza kutoa makombe yote matano ebana, msanii Mboso ni moja kati ya watu ambao Walikuwepo katika sherehe hiyo hapo ya wananchi wakiwa wanazunguka katika mitaa tofauti tofauti, bwana jiji la Dar es Salaam pale Msimbazi, pia bwana na sehemu tofauti tofauti. Sasa yeye Mboso alikuwa ni mmoja kati ya wasanii ambao wameweza kualikwa bwana katika sherehe hiyo hapo ya wananchi bwana. Room number 3 ipi yake imeweza kuonekana kwamba kunao wimbo ambao unapendwa sana na wananchi ambao unafahamika kwa jina la Aviora, na kionjo ambacho bwana kimeonekana kwamba kuimbwa sana na wananchi bwana, ni pale ambapo wanaimba bonge la dada kwa yeye Mboso ameweza kuzungumza kwamba wananchi wao, licha ya kwamba yeye ebana ni msanii ambaye ni shabiki kindakindaki wa Simba Sports Club, wameweza kumkubali aje kufanya performance ya wananchi, huku akiwa naimba nyimbo yake ya Aviola Bonge la Dada, and of course imefanya vizuri sana na watu wamefurahi kinoma noma. Ni upi mtazamo wako kwa mda wa burudani kutoka kipande chochote ambacho upo right now? Dropisha comment yako kwenye anja comment hapo, usije kusubscribe kwa taarifa kadha kadha. Ni Sosao Live Digital, ciao ciao.